Waheshimiwa viongozi mlio hapa wa chama na wa serikali, na waombolezaji wenzangu, mimi sina mengi ya kusema zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba nilikuja kumfahamu e, mtani wangu huyu Profesa Sarungi, nikiwa binti mdogo sana. Wale wanaosoma mitandao ya Twitter ya kwangu nimesha yaandika, manake wala sikujua kwamba nitapata nafasi ya kuongea hapa. Kwa hiyo kwa kifupi, binti mdogo nimemaliza form 6, tuko Ruvu National Service, basi shingo yangu ikaatia baada ya ile extra drill. Kwa hiyo wakanibeba kwenye Land Rover, wakanileta mwimbili, wakapiga x-ray, ugonjwa hauonekani. Basi wakasema kuna madaktari bingwa kule wale masajunzi, huyu binti huyu apelekwe huyu askari apelekwe huku. Kwa hiyo wakanipeleka nikajikuta kwenye chumba kuna madaktari wawili, moja ndiye Profesa Sarungi, mwingine alikuwa ni mzungu, lakini kwa umuhimu wake sijasahau jina lake, alikuwa anaitwa Dr Belcha. Basi wale wakaangalia zile x-ray, wakasema ah, wewe hujapasuka, sio tatizo lako, sio mifupa ni tendons, ni misuri na walivyokuwa makini, wakasema lakini wewe hujaumia kule Ruvu, huu ugonjwa ni wa zamani. Sasa ile extra dilili imetikisa tu kamba imekatika pembambo. Kwa hiyo tuambie maisha yako, uliwahi kuanguka tena Profesa? Mungu akasema tena kutoka kwenye mti ulikuwa kwenye height. Ndio nikakumbuka kwamba nikiwa eh, wakati ule serikali ilikuwa na utaratibu kutupeleka Loitoktok, Outward Bound Mountain School nikakumbuka kwamba nilikwenda kule kweli, nilianguka kwenye rope climbing. Mimi sio sio shujaa sana wa hizi mazoezi, nilianguka kutoka kwenye mti nikashikilia kwa nguvu, kumbe nime strain tendons. Kwa kifupi, wakanitibu na mnaniona maneno yote hayo bila shingo hii ilikuwa ndio imeshaachia. Kwa hiyo walinisaidia sana, siwezi kusahau la kwanza, la pili. Kwa hiyo nikamfahamu Profesa Sarungi, ule ucheshi ulikuwa una, nakumbuka ile madaktari wataniana sana sana sasa ikaja siki, okay. Ikaja sasa incident ya pili nime shamza, nime, nikiwa nimejifungua mtoto wangu wa tatu nikapata matatizo ya uzazi inaitwa disk location, mgongo ukateguka, na nakumbuka mume wangu marehemu Wilson akakimbia kwenda kumtafuta Profesa Sarungi. Ilikuwa mbaya sana, alikuja Msasani tulipokuwa tunaishi, nimelala kitandani, mgongo siwezi kuinama, siwezi kuinuka. Akamwambia, akamwangalia mme wangu, mtani sana, akamwambia Wilson, huyu mke ameshaparalyze, una mke hapo? <laughs> Lakini akanitibu, mnaniona nimesimama, sina tatizo lolote. Naomba tumshangilie. Kwa hiyo mimi nazungumza kwa niaba ya wagonjwa Manake, tumekuja hapa kumcelebrate. First and foremost, huyu ni daktari wa binadamu, kwa hiyo hiyo ndio inamdefine, na naamini kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu atakuwa hiyo kazi ameitimiza kabisa kabisa kwa uwezo wake.